Nimejifunza mengi sana leo. <coughs> Nitakuwa very brief kwa <coughs> sababu moja, sina sauti leo, lakini ya pili ni kwamba mambo mengi yashazungumzwa hapa na nakubaliana nayo uh, kwa ujumla wake, lakini nakubaliana na baadhi yenu uh, zaidi kuliko navyokubaliana na baadhi na yenu na sitawataja wale ambao nakubaliana nao zaidi na wale ambao labda sikubaliana nao kwa kiasi hicho. E, mtajitambua katika nitakayosema hapa. Muhimu ni kwamba yote mnayozungumza juu ya PPP ni, ni logical, ni mantiki tupu. Uh, serikali na vyombo vyake inawekwa uh, madarakani na katika nafasi zake kwa utashi wa watu wake. Kwa kawaida, sio lazima, sio lazima, kwa sababu kuna mtu akazungumza juu ya, ya local government na umuhimu wa hizi serikali za mitaa, halafu nakumbuka kwamba mwaka 2024 tulitakiwa tuwe na, na uchaguzi wa serikali za mitaa, si kuona ukifanyika sasa. <coughs> sijui unapozungumza juu ya local government unazungumza juu ya local government ya Tanzania au ya Botswana. Lakini ni, ni, ni sema kwamba yote mliozungumza ni sawa, lakini wenyewe mmesema vile vile kwamba kuna, kuna, kuna, conditions kuna conditionality nadhani amezungumzia kwa uwazi kabisa, uh, Profesa Kinyondo uh, Dr. uh, Profesa Etinta profesa Kinyondo, alafu na Dr. <coughs> Tibaijuka. Aberration <laughs> kubwa sana uh, waliyozungumzia profesa Kinyondo na profesa uh, Tibaijuka. Kuna conditionality ya vitu hivi huko zamani, walifanya wakubwa wa dola zao kuorganize watu wao kutoka uh, private sector unakumbuka akina Walter Raleigh akina Francis Drake, tulifundishwa sisi kwamba walikuwa ni watu wa kuleta ustaarabu wa kizungu kwa makabila ya watu walioko nyuma, lakini tunajua kwamba ile ilikuwa ni private sector imeingizwa katika mradi wa, wa serikali kwenda kupora nchi za wengine na serikali inafanya utaratibu wa kukusanya mitaji na, ku, uh, na majeshi wakati mwingine kwenda kupora huko. Uh, Waingereza waliwapiga Wachina, uh, wakishirikiana na nchi nyingine za Ulaya kwa sababu Wachina walikataa kutumia mihadarati ambayo ilikuwa inahitajika sana kwa sababu ukiwa kuna kikundi kuna sehemu kubwa ya Uchina wanapenda sana kutumia mihadarati, na Waingereza wanalima mihadarati, wanalima opium yani wana mashamba kabisa. Uh, wale wanaomjua George Orwell wa uh, 1984 na Animal Farm, baba yake ye ya alikulia India. India ilikuwa ni sehemu yote ile ya ya, ya mashariki na baba yake alikuwa ana cheo kinaitwa katika serikali ya Uingereza ya, ya, ya, ya, ya, ya mfalme opium officer, alikuwa naitwa something like senior opium officer grade two. Yani huyo kazi yake ni kulima na kukusanya mihadarati ili wapelekewe Wachina China watumie mihadarati halafu hiyo pesa inatoka kule ndio irudi kuendesha himaya nzima ya Uingereza uh, mashariki mwa, mwa, mwa Asia. Walivyokataa Wachina wakatwangwa mara mbili, uh, 1840 na 1850 ili watumie mihadarati. Lazima tumieni mihadarati kwa sababu hii hela tunaitaka sisi sasa hii mnazungumza nyiye siyo mihadarati eh, na naamini kwamba ni kwa ajili ya uh, faida zetu, lakini ili watu wakubali kuingia kwenye uh, PPP lazima wajue unafanya nini. Hii PPP maana yake ni nini? Faida yake kwetu sisi ni nini? Na sisi tutaichangia namna gani? na tunapoweka hela zetu au miamala uh, yetu katika shughuli kama hii, tuone kwamba tunapata faida. Tunapata faida, lakini kwanza, nimesema, Profesa Kinyondo amezungumzia vizuri sana, hakuna transparency kabisa katika nchi hii. Tumefanya kusudi kuua transparency kiasi cha kwamba kila kinachofanywa na mashirika na serikali na idara za serikali sasa hivi ni kitu cha siri sana. Katika hali kama hiyo, hamtafanya lolote litafanikiwa. Hatutaweza kufanya kazi yoyote, iwe ni PPP au ni simple uh, straightforward, uh, economic uh, engagement, haiwezi kufanya kazi hata kidogo. Tumeona swala la uh, transparency. Kwanza hakuna media, ndio tukubaliane e, na nyiye mnajua naposema hakuna media tunajua kwamba kuna wakati tulikuwa na media katika nchi hii na imefanya kazi nzuri mara nyingi ya kukosoa uh, serikali na wakubwa wengine. Maana wakubwa si serikali peke yake, kuna wakubwa ambao ni, ni, ni nguvu za kibiashara ambazo zimetamalaki kila mahala na zinaweza zikaumiza watu wakati mwingine hata kuliko serikali. Lakini yote hii tumeshaua na sasa hivi we are very happy as a media less society tumifu, tunafurahi sana kwamba hakuna mtu anasema lolote, anayesema anayeruhusiwa kusema na bado unawasikia ni kusifu sana jinsi, yes, tunavyopata baraka kubwa sana na raha tunayoipata katika maisha yetu. Eh, kwa hiyo tungeanzia hapo kwanza kwamba tuwe na media kama mlivyosema nyie tuwe na media ambayo itatusaidia kujua nini kinaendelea hapa, kabla hatujaona hii PPP ikizaa matunda makubwa makubwa sana. Napenda kumshukuru vile vile, uh, Sabato uh, ambaye ni mfano wa watu ambao <clears throat> wanatupa matumaini kwamba ile kazi iliyoanza miaka ya sitini, sabini themanini inaendelezwa na vijana ambao wana uchungu na nchi yao na wanaweza wakatoa mchango mkubwa sana, vijana, wanawake eh, wanafunzi <coughs> na kadhalika, kutoa mawazo ili kuendeleza eh, miradi tunayozungumzia na kuendeleza. Sisi baridi baridi tunatamani kumsaidia kila mtu nchini Tanzania lakini tunaweza kufanya nini? Jibu ni kuwapatia hewa ya baridi kutoka Japani kupitia baridi baridi AC ambayo ni rafiki kwa mazingira kupitia huduma ya kukodisha AC, tunatamani watu wengi zaidi waishi maisha bora zaidi. Maisha bora jamii bora, sasa na baadaye, baridi baridi za juu zaidi za maendeleo. Napenda ni kushukuru sana mwezeshaji na na omba nimalizie hapa, asanteni sana. Asante sana kwa, kwa mada hiyo. <clears throat>